Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria, Malkia wa mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu Jumatatu katika juma kuu. Mwenye kusoma ni mamake Phoebe. Somo la kwanza Isaya sura arobaini na mbili mstari wa kwanza hadi mstari wa saba. Hata Lia wala hataipaza sauti wala kupiga kelele barabarani. Wimbo wa kwanza wa mtumishi wa Bwana. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Huyu ndiye mtumishi wangu ninayemtegemeza, mteule wangu, ambaye moyo wangu unapendezwa naye. Nimeweka rohoni yangu, roho yangu juu yake atawajulisha mataifa hukumu ya haki. Hatalia wala hataipaza sauti, wala hatapiga kelele katika barabara za mji. Hatavuja mwanzi uliokujika, hatazima utambi unaozimika, bali atajulisha hukumu kwa ukweli. Hatazimia wala hatakata tamaa, mpaka atakopo weka hukumu duniani na nchi za pwani zitajongea mafundisho yake. Mungu Bwana asema hivi: yeye aliyeuba bingu na kuzitanda, aliyeweka dunia na mazao yake, anayewapatia watu wale wanaoikalia pumzi na pumzi ya uzima, wale wanaotembea juu yake, mimi Bwana nimekuita kwa ajili ya haki nimekushika mkono, nimekuumba nikakuweka kuwa agano la taifa na nuru kwa mataifa, ili kuwafubua vipofu macho, ili kuwaondosha vifungoni waliofungwa na kuwaondosha gerezani wale wanaokaa gizani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ishirini na saba mstari wa kwanza wa pili tatu kumi na tatu hadi kumi na nne Kitikio ni mstari wa kwanza Aa. Kitikio: Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni, ni mwanga wangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Bwana ni kinga ya uzima wangu, ni mhofu nani? Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Wakati watu wabaya wanapokaribia dhidi yangu watafune nyama yangu, adui zangu na washidani wangu wanaponichamburia, wao ndio watakaojikwaa na kuanguka. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Hata jeshi likijipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa hata nikikabiliwa na vita bado nitaendelea kutumaini. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana, uwe hodari, ujipe moyo, naam umgoje Bwana. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Salam, mfalme wetu. Wewe peke yako umetusamehe makosa yetu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili Yohane, sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi kumi na moja. Mwacheni huyo, ilimpasa ayatunze manukato haya kwa siku ya mazishi yangu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, E Bwana. Siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania, alipoishi Lazaro, ambaye alimfufua katika wafu. Huko wakamwandalia karamu. Madha alitumikia, na Lazaro alikuwa pamoja, mmoja wao waliokaa mezani pamoja naye. Maria akatoa ratili moja ya manukato yenye dhamani sana, dio na risafi akampaka Yesu miguu akaifuta kwa nywele zake, hata nyumba nzima ikajaa harufu ya manukato. Yuda Iskariote, mmojawapo wa wafuasi wake na mwenye kumsaliti akasema, bona manukato hayo hayakuuzwa kwa dinari mia tatu na kuwapa maskini mapato yake? Alisema hayo sio kwa sababu aliwajali maskini ila kwa sababu alikuwa mwizi, aliutunza mfuko wa fedha na alikuwa anajihudumia kwa fedha hizo. Yesu aliwaambia, Mwacheni huyu, ilimpasa, ilimpasa ayatunze kwa siku ya mazishi yangu. Kwa maana maskini mnao kwenu siku zote, lakini hamko nami siku zote. Umati mkubwa wa Wayahudi ulipata habari ya kuwa alikuwako huko, wakaja sio kwa ajili ya Yesu tu, ila kwa kumwona Lazaro pia abaye Yesu alimfufua katika wafu. Makuhani wakuu wakashauriana wamuue Lazaro pia, kwa sababu wengi waliwaata Wayahudi kwa ajili yake wakamsadiki Yesu. Jili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.